Tukisoma masomo ya tarbia kulikuwa na kanuni ambayo tuki, tukifundishwa na tukiisoma ikisema, ijtimau almuslimina eidun, ikisema kwamba kukusanyika waislamu wakawa pamoja wakaa na itisamu

Mesikia kwamba maudhui ambayo nitaihudhurisha mbele yenu ni, ni kuhusiana na adabu adabu za almutaallimin, wa ana minhum hizi adabu almutaalliqa, zile adabu zenye kufungamana na alqulub

lakini nawakumbusha maneno ya Shamsuddin ibn Qayyim alayhi rahmatullah. Maneno hayo amerudia katika baadhi ya vitabu, amadariji wassalikin, anasema ma salahu alalami illa bililmu, au kutengemaa ulimwengu isipokuwa ni kwa elimu Ukiona sehemu yoyote mji wowote kijiji chochote nyumba yoyote inatengemaa, basi ni kwa sababu ya ilmu. wama kharabu alalami illa biljahli, na haukuharibika ulimwengu nchi miji mpaka nyumba ikiharibika iki, iki, iki basi ni kwa sababu ya jahili. Utaona kwamba elimu jambo kubwa sana. Nimemsikia mimi, ingawa si sana, lakini baadhi ya maneno yake akizungumza al-akh Abu Raslan kuhusiana na maendeleo ya kituo hiki tulichopo Mtu asija kadhani kwamba maendeleo haya hayapatikani isipokuwa isipokuwa yatapatikana kwa waala, nibitu, kutuwa, ilmu. Tunaomba Allah jalla waala ajalie vituo vyetu viwe ni vituo vyenye kutoa alilmu nafi. Allah jalla waala amesema, wasma kalama rabbik

na kinyume chake, baina ya wawili hao kuna tofauti kubwa sana, kama tofauti baina ya samaa wal ard. Basi ni jadir haqiqun bil abd ay yatadhakkar wa yatafakkar, ni haki, ni haki kwa kila mja ayakumbuke haya na kuyazingatia na kutafakari, kwa kuwa katika kuyafahamu makundi haya mawili

amekanusha yani, kuwa sawa wenye kujua na wasiojua. Lakini pia aya zingine zinaonyesha kwamba watu wenye elimu na hata wale wenye kuisoma yani tulab Allah, jalla waala, anawinua kwa daraja nyingi, na hadithi iliyo katika sahihain maarufu, hadithi ya Muawiya

Na kama tumebainikiwa na hilo basi, hapana budi, sisi ni lazima tujue zile adabu zake, tujue njia zake, kwa sababu ukikosea njia e, utapotea. Ukipotea njia, utapotea. Sisi kuna kitabu tulifundishwa, na hii kitabu sio kama tulikufundishwa sisi. Yani, mi binafsi, kitabu hiki wakati nakisoma nilikuwa naitakidi ni, ni kitabu cha kisufi. Yani, kitabu cha Sheikh Burhanuddin Az-Zarnuji Burhanuddin Az-Zarnuji Az a yani, kitabu chake maarufu sana, masufi wanakifundisha, wana, wana, wana, wana, wana sana masufi, lakini kitabu kimewahi kufundishwa pale Haram huko nyuma, wakifundisha yani kitabu kina ki, mambo mengi na mambo mengi ambayo e, mengine yanahitaji watu wabainishiwe usahihi wake na yale yasiyokuwa sahihi. Lakini katika maneno yake alisema, alladhina yahdhuruna inda ahli lilmi kathir. Alikuwa anasema watu ambao wanaohudhuria kwa wana wachuoni na kwa walimu wao kwa ajili ya kutafuta elimu ni wengi sana, ni wengi watu wanaohudhuria wengi sana katika majalis lilmi, lakini akasema Eh, walam yakhruj illa qalil, wala hawakutoka na ilmu isipokuwa watu wachache. Limadha? Kwa sababu watu wengi katika wale ambao wanaohudhuria ma, majalisul ilm lam yataaddab biadabi tulabil ilm, hawakujipamba na zile adabu za kielimu, kwa sababu hiyo wakanyimwa. Na mtu akikosea njia kama nilivyosema atapotea maji yani, wakati misimu ya mvua, mvua zikiwa ni nyingi na mafuriko, utaona kwamba kuna maeneo maalum ni mapitio na ni njia ya maji yani, hata kama utahitaji uta, uta, uta kwenda kujenga, watu watakwambia bana, hapa pamoja na kuona unaona ni pakavu, lakini hii ni njia na ni mapitio ya maji. Kwa hiyo kila kitu kina njia zake, elimu ina njia, ina njia zake tayeb. Jambo la kwanza katika adabu za talibul ilm e, al-ujala al-awwal kwanza, elimu ni ibada, al-ilm ibada. Baadhi ya wanaochuoni wamesema al-ilm salatu sir e, al-ilm salatu sir sema wa ibadatu al-qalb. Elimu ni ibada, lakini ni swala ya siri na ni ibada ibada ambayo ni ya moyo, bali ni katika ibada zilizotukufu sana. Kwa hiyo jambo la kwanza, mwanafunzi lazima aiambie nafsi yake na moyo wake, wala usiufiche kwamba hii elimu ni ibada. Jambo la pili, ikhlas. Mwanafunzi

bi umur. Lakini haya mambo dhakarahu Ibn Uthaymeen faqihul umma, Ibn Uthaymeen alaihi rahmatullah, alipokuwa anasherehesha kitabu maarufu sana kwa wanafunzi, kitabu cha alhilia tayib, miongoni mwa yale aliyo yataja ni kwamba mtu anatakiwa anuie imtithala Yani, tanwi bidhalika imtithala amri amrillah, anuia kwanza akusudie na aweke azma na nia kwamba anatekeleza amri ya Allah jalla waala. Jambo la pili akasema, tanwi bidhalika hifdhu sharia, anuia kuihifadhi sheria, kwani kuihifadhi sheria ya Allah jalla waala yakunu bitaallum, inakuwa ni kwa kujifunza

Faman nawa bitaalumihi shay'an chochote katika hutami dunia, basi huyo ameingiza nafsi yake katika adhabu mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi nyingi katika nukta hii, ila nitakusomeeni baadhi

vitu vya kidunia lam yajid arfa ljannati, huyo hata unusa harufu ya pepo arfa. Hakadha ukisoma kwa dhumma tafsiri itakuwa tofauti, na hata ukisoma kwa kasra pia tafsiri itakuwa tofauti. Ama kama nilivyosoma arfa ljanna, kwa maana itakuwa ni harufu, hata unusa harufu ya pepo yaumul qiyama, siku ya qiyama lakini hadithi ambayo inatuogopisha sana sisi wanafunzi na kila mmoja aizingatie, akilala na kuamka, au anaikumbuka hadithi hii. Ni hadithi ya abi Huraira. Hadithi hii akhrajahu alimamu muslim fi sahihihi, hadithi ndefu, lakini tutataja ile mahallu shahid

Huyu ataletwa siku ya Kiyama, kisha atajulishwa zile neema za wana wa chuoni ambazo wanastahiki kulipwa na Allah jalla wa ala, faarrafahu niamahu fa arafa fa. Na yeye mwenyewe ataona, atajua kabisa kwamba hizi ndio neema za ahlul ilm na alqura, na wale wasomaji. Kisha ataulizwa, fama amilta fiha qala taallamtu

Ulishaitwa wewe ni qari, ulishaitwa wewe ni alim, malipo yako ulishayapata kwa duniani. Kisha fasuhiba wajhi atavutwa. Muawiya, ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar, atavutwa kwa uso wake mpaka atatupwa motoni. Muawiya radiyallahu ta'ala anhu arda alikusikia hadithi hii mwenyewe, rawi mwenyewe ambaye ni Abu Huraira alikuwa akiisimulia hii hadithi

ambayo ilikuwa na sura ya kheri lakini pia ni batili, yameharibika yale yote ambayo walikuwa kifanya. Jambo jingine takwa mwanafunzi anatakiwa lazimia na takwa katika moyo wake. Mwanafunzi akiafikishwa na Allah jalla waala akawa ni muttaqi rabbahu basi, huyu anaruhusiwa elimu na Allah jalla waala, bali Allah anampa zawadi

ya kufundishwa na Allah jalla waala, anayemfundisha mja ni Allah jalla waala, atakufundisha Allah jalla waala katika takwa pia, kutoharisha nyoyo zetu ziwe tahara, kutokana na ghil, kutokana na hasad, kutokana na kibri, kwa sababu moyo ukitengema salaha aljasadu kullu, lakini pia moyo ukiharibika fa idha fasadat fasada aljasadu kullu moyo. Kwa hiyo ikiwa hautoepukana na maradhi ya kwenye moyo, elimu kwako itakuwa ni ngumu sana. Hata upelekwe pale Alkaba, ni chini ya Alkaba ukasomee pale, utaruka batupu. Kuepukana na maasia ndani ya moyo wako ni njia rahisi ya kupata elimu.

ili jambo la hatari sana, utakosa baraka ya elimu, utaikosa elimu kufanya hivyo. Lakini chukua elimu hata kwa mwanafunzi mwenzako aliyokuzidi, uliomzidi. Yaani hata kuna baadhi ya wanafunzi unaamini kabisa kwamba umewazidi kwa marahili za ilmu, lakini chukua kutoka kwake. Wa lidhalik qila kad yujadu fil mafdhuli ma la yujadu fi lfadhili Musa alaihi salam alikwenda kusoma kwa Hadhiri, ni nani ambaye ni fadhil na nani mafudhul bainahuma? Labda uwe na fikra potofu na mitazamo kama ya hawa makadiria, labda <tuhi> tayib. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa hivyo, lakini jingine, kwa haraka haraka, mwanafunzi anatakiwa katika moyo wake awe na mutakad, yaani katika moyo wake aitakidi kwamba mwalimu ni baba mwalimu ni baba na ni mlezi wake. Mwanafunzi tahadhari sana na kiburi mbele ya walimu, epukana na hasad. Akhiran, yani mwisho kabisa, ni asome maneno ya Bakru Abu Zaid. So maneno ya Bakru uh, Abu Zaid so, uh, uh, uh, alayhi rahmatullah Bakru E, Bakr bin Abdullah Abu Zaid aliposema katika kitabu chake kidogo ambacho wanafunzi tunafundishana tuna na tunanasiana katika kukisoma akisema fat, anasema fatatawuluka ala muallimika kibria, yani mtu kuwa na kibri, yani mtu kuwa, kujifanya, e, kujifanya juu, mtu kujiweka juu, mwanafunzi kujiweka juu ya mwalimu wake anasema ni kiburi wastinkafuka an man yufiduka mimman huwa duna kibriya. Lakini pia kukataa, maana kuna, ba kuna baadhi ya wanafunzi wana tabia kukataa kukataa e, manfaa aliyonufaishwa na mwalimu sasa. Nasema wastinkafuka an man yufiduka, na kule kukataa kutoka kwa yule anayekufidisha anayekupa faida, mimman huwa duna, hata kama atakuwa chini yako, yaani wewe umeshakuwa mkubwa lakini alikuwa mwalimu wako ukakataa, basi kibria pia ni kiburi. wa tafsiru kan al-amal bil ilmi hamat kibri, lakini ule kuzembea kufanyia kazi elimu ni, ni hamat kibri, yaani ni, ni ule uvundo wa kiburi pia wa unwan hirman, intaha kalamuhu rahimuhullah. Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyosema akhiran Eh, kuweni na hirs katika mudhakara ana nyingitai tayeb. Eh, namalizia hi wanafunzi tutu tuna hirs na kufanya mudhakara na kudhibiti na na, na kudhibiti faida mbalimbali tunazipata kutoka walimu wetu na kuzihifadhi faida hizo katika vifua vyetu.

baina al-khala'iq taliq. Dhibiti kila, kila kitu ambacho unachokisikia kutoka kwa mwalimu wako faida. Usipofanya hivyo utakuwa sawa na mtu aliyowinda porini huko, kisha akaja zake mjini, akaja akamwachia swala wake bila ya kidhibiti chochote, bila ya kumfunga. Ataokotwa na watu wengine. Subhanakallahumma bihamdik